Hivi umewahi kujiuliza kwanini watu wengi wanaogopa kuwekeza katika hisa licha ya kwamba kuna fursa ya kutengeneza mamilioni kama sio mabilioni ya fedha? Utafiti umebaini kuwa asilimia themanini ya mabilionea wote duniani wamewekeza katika hisa na soko la hisa, lakini asilimia kubwa wa ya watanzania kama sio themanini ya watanzania wanaogopa na wanasita kuwekeza katika hisa kwa sababu mbalimbali. Sasa katika siku ya leo, ninaenda kukufumbua kukupa sababu kumi zinazowafanya watanzania wengi ikiwemo na wewe waogope kuwekeza katika soko la hisa Tanzania zipo sababu kubwa kumi. Karibu sana bwana. Mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa maswala ya fedha na biashara niliyeidhinishwa na benki kuu ya Tanzania, yani certified financial educator. nimeandika vitabu vinne, ikiwemo kanuni ishirini za fedha, kinachoeleza misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Nimeandika pia kitabu kingine cha fedha kinachoitwa Akili ya Fedha, kinachoeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Kama nilivyokwambia bwana, katika siku ya leo ninaenda kukufundisha kuhusiana sababu zinazowafanya watu wengi, wengi wa Tanzania wengi waogope kuwekeza katika hisa na wasite kuwekeza katika hisa. Nilishawahi kufundisha hapo nyuma kwamba hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Unapomiliki hisa unamiliki kampuni fulani. Ukisikia okay, mtu anamiliki hisa za NMB au CRDB, na maana na yeye anaumiliki. Kwa hiyo atapata faida kama kampuni itapata faida na atapata hasara kama kampuni itapata hasara. Hiyo ndo maana ya hisa lakini pia katika hisa huwa kuna soko la hisa. Soko la hisa ni kazi yake kubwa ni kuwakutanisha wanaotaka kununua hisa na wanaotaka kuuza hisa. Soko la hisa ni kama soko ya nyanya au soko la kompyuta. Eh, kwamba kazi yake ni kuwakutanisha wanaotaka kununua na kuuza. Lakini katikati yao wanaunganishwa na mtu anaitwa dalali. Dalali kazi yake ni kuwasaidia watu wanaotaka kununua hisa na watu wanaotaka kuuza hisa. Madalali hawa ni makampuni kabisa, sio wale madalali mnaowafahamu nyinyi wa mtaani. Hawa ni watu professional ambao wamethibitishwa na mamlaka. Kazi yao ni hiyo kushauri watu kwenye masuala ya hisa na kazi yao ni kuwasaidia kununua na kuuza hisa. Kwa hiyo, uwekezaji katika hisa ni uwekezaji mzuri sana na asilimia kubwa ya mabilionea duniani kama sio wote wamewekeza kwenye hisa na makampuni mbalimbali mbali. Sasa kwa nini watanzania wengi wanaogopa au wanasita kuwekeza katika hisa? Zipo sababu kumi ambazo nimekuandalia katika siku leo. Sikiliza kwa makini, na sababu ya kumi pengine inaweza kando muhimu zaidi. Sababu ya kwanza, kwa nini watu wengi wanaogopa kuwekeza katika hisa ni lack of knowledge au kukosa maarifa. Watu wengi tunaogopa kitu tusichokijua. Watu wengi wanaogopa kuwekeza kwa sababu hawajui kuhusiana na aina mbalimbali za uwekezaji, si tumeelewana? Watu wengi hawaelewi nini maana ya hisa. Watu wengi hawaelewi jinsi ya kununua hisa, jinsi ya kuuza hisa. Watu wengi hawaelewi madalali maana yake nini. Watu wengi wakisikia madalali wanachanganyikiwa, nafikiri hapa nitadalaliwa. Hapa watu wengi hawaelewi jinsi soko la hisa linavyofanya kazi na jinsi watu wanavyotengeneza mamilionea mamilioni na mabilioni ya fedha kupitia hisa. So ndo sababu kubwa ya kwa nini watu wengi hawawekezi, hawaelewi chochote kile, wamekulia katika jamii ambayo haina uelewa wote wa masuala ya investment pamoja na uelewa wote na maswala ya hisa. Hiyo ni sababu ya kwanza. Watu tunaogopa tusicho kijua, kama ufahamu kuhusu hisa ni lazima, wataogopa kuwekeza katika hisa au tasita kuwekeza katika hisa. Una wajibu sasa wa kutafuta vitabu na kujifunza. Video kama hizi zitakusaidia kuongezea ujasiri wa kuanza kuwekeza katika hisa. Sababu ya pili ya kwa nini watu wengi wanaogopa kuwekeza katika hisa ni fear of losing money, hofu ya kupoteza pesa, na ukweli usiopingika kuwa katika hisa kuna hatari Eh, kuna hatari kwa sababu unaweza kununua hisa moja leo shilingi elfu moja baada ya miaka mitano, badala ya hisa kupanda inaweza ikashuka. Kama kampuni inafanya vibaya, ikashuka kutoka kwenye elfu moja mpaka ikawa mia mbili, kwa hiyo kama uliwekeza bilioni moja una milioni mia mbili, kama uliwekeza milioni mia una milioni ishirini, umeona umepata hasara hapo. Lakini kwenye uchumi tunasema usiogope kupata hasara, kwa sababu the higher the risk the higher the rewards. Kwa kadi, unapowekeza sehemu ambako kuna hatari kubwa, ndivyo pia kuna fursa kubwa ya kupata faida. Ndo maana kwenye biashara, pamoja na kwamba kwenye biashara kuna riski zaidi kuliko uwekezaji kwenye hisa, lakini watu wanakimbilia kuwekeza kwenye biashara. Kwa nini? Kwa sababu kwenye biashara kuna rewards zaidi, kwenye biashara kuna faida zaidi, kuna profit zaidi. Sisi tumeelewana mpaka hapo? So sababu ya pili nao wafanya watanzania wengi, pengine hiyo sababu kubwa zaidi, waogope kuwekeza katika hisa ni kuogopa kupoteza mtaji wao, kuogopa kupoteza hisa zao. Na kwenye hisa pia kuna swala zima la gawio, kupata gawio kwa kama kampuni itafanya vibaya utashindwa kuuza hisa zako, utashindwa kupata gawio, kwa sababu kwenye, kwenye hisa iko hivi: ili uweze kutengeneza fedha kuna namna mbili. Namna ya kwanza, utatengeneza fedha kama hisa zako zitapanda thamani. Ulinua hisa moja mia tano, inapanda inakuwa mia saba, inakuwa elfu moja. Kwa kama uliwekeza mi, mi, milioni mia tano inakuwa milioni elfu moja, yani bilioni moja. Kama uliwekeza milioni tano inakuwa ni milioni kumi. Hiyo ndo faida ya kwanza ya, kutenge, ya kuwekeza katika hisa. Faida ya pili ni gawio, kwa maana kwamba kila mwisho wa mwaka kampuni inachukua ina, ina, ina, sehemu ya faida inawagawia wawekezaji wake. Kwa hiyo sasa, kama kampuni haifanyi vibaya, haina faida, haiwezi kupata uwezo kupata, gawio kwa hiyo unakosa hivi vitu viwili, unakosa kukua kwa capital, capital gain, lakini pia unakosa dividend, unakosa gawio. Kwa hiyo sasa, watu wanaogopa kuwekeza katika hisa ni kwa sababu ya kuhofia kupoteza mtaji, kwa maana kwamba leo nimenunua ni, ni hisa za milioni mia lakini baada vibaha, ya miaka miwili mitatu kampuni ikifanya vibaya nitashindwa kuuza hisa zangu, na hata kama nitaweza kuuza nitaziuza, lakini nilinunua hisa za milioni mia, nitaziuza kwa milioni hamsini, nitaziuza kwa milioni thelathini, milioni ishirini, kwa sababu hisa zimeshuka thamani. Kampuni ikifanya vibaya hisa zinashuka thamani, ila nimekwambia usiogope kuwekeza kwa sababu tu ya kupata hasara au kushuka kwa thamani ya hisa, kwa sababu hisa inaposhuka, uelewe kuna siku itapanda, uelewe kurukaruka kwa marage ndo kuiva kwake huko, na vivyo hivyo pia utamu wa pilipili ni kuwasha kwake. Yaani, kuna vitu uzuri wake upo katika kupanda na kushuka kwake. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Yes. Kwa usiogope kuwekeza kwenye hisa kwa sababu ya kuogopa kupoteza mtaji, kwa sababu moja ya sifa kubwa ya watu wanaofanikiwa ni watu majasiri, ni watu wasioogopa. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Lakini sababu ya tatu ya kwa nini watu wengi wanaogopa kuwekeza kwenye hisa au Watanzania wengi wanasita kuwekeza kwenye hisa ni negative experiences or stories. Negative experience, mtu alishawahi kuwekeza kwenye hisa akapata hasara aliwekezaga milioni kumi, akapata hasara. Kwa hiyo ukikutana naye huyo mtu anakwambia, ah, usijaribu kabisa. Au mtu anaweza kuwa amewahi kusikia stori za watu waliowekeza kwenye hisa, anakwambia, ah, hisa kaa nayo mbali mzee, bora upambane na biashara, bora ujenge nyumba, uione nyumba yako, bora ujenge kiwanja, ununue kiwanja, ukione kiwanja chako hiki hapa kinaendelea kupanda thamani, lakini hisa usiguse kabisa. Kwa hiyo tunasema negative experience au stori. Ukikutana na watu ambao wameumizwa kwenye hisa, waliwahi kupata hasara kwenye hisa. Kwa mfano, kuna kipindi fulani kuna kampuni moja ya mawasiliano mfano ilikuwa ijatoaga hiyo kwa muda mrefu sana, na hisa zake zilikuwa haziwezi kuuzika, ni kampuni kubwa tu ya mawasiliano. Na hii nalo natakiwa ulielewe, kampuni inaweza ikawa ni kubwa huku mtaani, lakini kwenye hisa haifanyi vizuri. Kwa hiyo, kuna kampuni moja ya mawasiliano ilikuwa haifanyi vizuri kwa muda mrefu, ilishindwa kutoaga hiyo kwa muda mrefu. Kwa hiyo, kuna watu waliumia sana hiyo kitu. Kwa hiyo kutoka hapo, kuna watu wakawa wanasambaza hadithi eh, mbaya kuhusiana na hiyo kampuni, na wanasambaza hadithi mbaya kuhusiana na hisa kwa jumla, kwamba ah, hisa usiguse. Hisa unaweza kutaka kuuza hisa zako, kwa sababu changamoto ya hisa ni hii kama amna anayetaka kununua hisa zako, hela uliowekeza huwezi ukaipata. Kama ulinunua hisa za milioni kumi, kama amna anayetaka kununua hisa kwenye hiyo kampuni uliyowekeza, huwezi ukapata ile hela. Lakini hivi si vitu vya kuogopa, kwa sababu kama umechagua kampuni sahihi ya kuwekeza, watu wengi wanataka kununua, na ndio maana hisa zinakuwa zinapanda zina So hiyo ni sababu nyingine, Negative experience au story. Kama umewekeza kwenye hisa ukapoteza, utaogopa kuwekeza siku nyingine. Kama umewekwa kaa karibu na mtu akakusimulia habari mbaya kuhusu hisa au kupoteza. Jinsi alivyopoteza hisa zake, alivyopoteza hela zake, alivyokosa gawio na wewe moja kwa moja utaogopa kuwekeza. Ndio maana ni muhimu sana kuwa makini na nini unasikia na usiamini kila unacho kisikia. Mtu anaweza kaa alipoteza yeye kwa sababu alikuwa ni mzembe kuzichambua kampuni sahihi za kuwekeza. Wewe usiogope. Usisikie maneno. Pesa katika huko huko kupo, kupoteza. Sababu ya nne ya kwanini watu wengi wanaogopa au ya watanzania wengi kwanini tunashindwa tunasita kuwekeza katika hisa tunasema ni short-term thinking. Short-term thinking. Na hii ni sababu kubwa sana, yani watanzania wengi wanapenda wawekeze sehemu ambazo zinalipa haraka haraka, eh, yani hawataki yeah. Yani wanatakaga njia za mkato, yani, sometimes. Yani mtu yuko tayari kufanya mambo ambayo sio halali ili aweze kupata pesa so short term thinking inafanya watanzania wengi wasiwekeze kwenye isa kwa sababu kwenye isa ukiwekeza inataka uwe na subira ya miaka mitano miaka kumi. Sasa wewe ukiangalia, da hii milioni kumi, niiweke huku kwa miaka mitano, ije nipe milioni ishirini, wakati milioni kumi nikiingiza kwenye biashara ndani ya miezi miwili mitatu nishapata milioni ishirini. Kwa hiyo short term thinking inafanya watu wengi wa opt kuwekeza kwenye isa, wawekewekeze kwenye biashara. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? Watu wengi wanatafsiri uwekezaji mbaya kama watagundua haulipi haraka Yn, yani wanaangalia wanasema, huu ni uwekezaji mzuri endapo unalipa haraka. Wakigundua uwekezaji huo haulipi haraka, wanaukimbia wana, wana wanaokwepa na wana, wana opt hiyo investment. Nimeeleza katika kitabu changu cha Kanuni 20 za Fedha, kuna kanuni inaitwa the long time perspective. Nimeeleza kwamba watu wanaofanikiwa kwenye maisha ni wale watu ambao wana uwezo wa kuiona kesho na kuijali kesho yao. Watu wanaofanikiwa ni watu wenye long term thinking kwenye hiyo kanuni ya the rough time perspective nimeeleza kwamba ili ufanikiwe ni lazima uijali zaidi miaka yako kumi mpaka ishirini na, uwe na, uwe, uwe na uwe ni, usiwe ni instant gratifier, yaani usiwe ni mtu ambaye unapenda matokeo ya haraka haraka eh. Kuna kitu inaitwa the power of delayed gratification, huo una uwezo wa kusubirisha raha na starehe za muda mfupi ili uwekeze kwa malengo ya miaka kumi, uwekeze kwa malengo ya miaka ishirini, ndipo utatoboa. Lakini ukiwa ni mtu instant gratifier, yani unataka matokeo ya haraka haraka, unataka uwekezaji wa haraka haraka unaolipa haraka haraka, na ndio maana wengi wanaingia kwenye ponzi schemes. wengi wanaingia katika uwekezaji wa kutapeliwa, wanaambiwa weka milioni moja ndani ya siku tatu unapata milioni mbili. Huo uwekezaji ukiona uwekezaji wowote ambao unapata super normal profit ndani ya muda mfupi, huo uwekezaji ni hatari sana na ni utapeli. Si tunaelewa eh? Yes, hizo tunaitwa ponzi scheme yani, wanaoanza wananufaika. Unaambia njoo wekeza, leta mtu, leta mtu, au njoo wekeze huku. Watu wa mwanzoni huwa wananufaika, lakini huo uwekezaji unavozidi kukua, kuna watu wanapigwa, ile kampuni inakuja gundulika ni hewa wamepigwa sana wengi hapa Tanzania, nisingependa nitolee mifano kampuni zilizowapiga Watanzania kwenye uwekezaji. Inaweza kaa pia hata kwa wanyama, kuna mtu mshi kusikia na wanyama wake unapigwa pia. E, wanaoanza kuwekeza huwa wananufaika wanapata na wanatengeneza success story pale, wanatengeneza shuhuda, lakini baadaye unakuja kusikia ni mtu anakuja, nime, kushtuka, nimepigwa. Unaambia ulianza wala kutest kwanza. Ukiwekeza milioni moja wanakupa milioni moja na laki na laki tatu ndani ya miezi miwili mitatu, ukiwekeza milioni tano wanakupa milioni saba nane ndani ya mwezi, ukiwekeza milioni, unavozidi kuendelea kupata tamaa kuwekeza, ndo hapo unavokaribia kupigwa, si tumeelewana? Kwa hiyo uwekezaji kamili ni ule uwekezaji sahihi, ule uwekezaji ambao una uwezo wa kukua taratibu, lakini na kutengenezea utajiri. Uwe na long term thinking, usio na short term thinking kama nataka kufanikiwa. Sababu ya tano inayofanya watu wengi wasiwekeze kwenye hisa au wasite kuwekeza kwenye hisa, tunasema cultural beliefs na mindset. Kitanzania, kibongo bongo, watu wengi wanaamini utajiri uko kwenye nyumba yani, mtu anaamini kwamba ili uwe tajiri lazima una jumba kali la kifahari. Kibongo bongo, watu wengine wanaamini kwamba utajiri uko kwenye viwanja. Mtu anamwambia ah, mimi kuliko niwekeza kwenye hisa bora niwekeze kwenye viwanja bwana. Hiyo ndio tunaiita cultural beliefs na mindset ya mtu. Kuna watu wanaamini utajiri ni mifugo. Yani, mtu yuko lazi awe na nyumba moja lakini awe na ng'ombe elfu tatu elfu tano Yuko lazima atembee kwa miguu, lakini ana ng'ombe elfu tatu elfu nne elfu tano Hiyo ndo tunaita mindset ya mtu. Yani, mtu anaamini utajiri uko kwenye mifugo, mwingine anaamini utajiri uko kwenye viwanja, ananua viwanja vingi hata bila kuwa na mipango maalum, viwanja vingine ambavyo havina thamani kabisa ananua bila mipango mikakati ana nyumba nyumba nyingi, nyumba sehemu ambako zingine hata hazipandi thamani. Na zingine unakuta kwa ukarabati unahitaji gharama. Yaani kuna mtu anaamini kwamba uwekezaji bora ni nyumba. Asichokijua kwamba uwekezaji katika hatifungani ni bora zaidi kuliko uwekezaji kwenye nyumba. Lakini kwa sababu ya mindset, na hata ukimshauri, ukimwelimisha hawezi kuelewa. Ana fixed mindset. Yaani yeye anachokiamini ndio hicho hicho. Huwezi kumbadilishia au huwezi kumpa mawazo mbadala. Sisi tunaelewana. So sababu nyingine inayofanya watu wasiwekeze kwenye hisa ni hiyo cultural beliefs na mindset. Kuna watu wanaamini kwamba anikiwa na pesa nyingi ili nionekane tajiri ili niishi vizuri ili nivimbe mjini natakiwe niwe na mali zinazoonekana, magari mazuri, nyumba nzuri. Kwa unakuta pesa zao nyingi, watu wengi wanazipeleka kwenye hivyo vitu, mifugo mingi, magari mazuri, nyumba nzuri, na sio kwenye uwekezaji kwenye stock. Na hiyo mara nyingi iko kwenye hizi nchi zinazoendelea kama nchi za Afrika, Tanzania. Lakini ukienda Ulaya, watu wa Ulaya wanaelewa kabisa, utajiri bwana ni kuwa na stock, utajiri bwana ni kuwa na hatifungani, utajiri bwana ni kuwa na uwekezaji mkubwa kwenye financial market, sio? Tunaelewana. mpaka hapo watu wanawekeza kwenye financial market mbalimbali mambo ya bondi mambo uwekezaji kwa pamoja kama ya UTT, na aina nyinginezo za uwekezaji. So hiyo ni changamoto kubwa sana, ambayo inatokana na changamoto ya kitamaduni. Sababu ya sita ya kwa nini watu wengi uh, wanaogopa kuwekeza kwenye hisa au wana sita ni lack of financial education au kukosekana kwa elimu ya fedha. Ukweli ni kwamba katika jamii nyingi za Afrika na Tanzania kwa ujumla, watu wengi tunakuwa tangu tukiwa wadogo mpaka tunakuwa watu wazima, hatujawahi kusikia neno hisa wala hatufungani ukijitahidi sana utakuja kulisikia kwenye taarifa ya habari. Sasa hali hiyo inadumaza maendeleo na ya uwekezaji katika soko la hisa, kwa sababu utakuja kusikia tu juu juu, vipande si viliuzwa vilinunuliwa, eh, si si labda ni nipata faida ya mwaka hii, yani mimi nipata faida ya mwaka hii. Kwa hiyo unakuta unasikia tu juu juu, hakuna namna unaweza kupata elimu ya fedha vizuri kabisa, financial education. Ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako, unahitaji aina nne za elimu ya fedha Aina ya kwanza ni elimu ya kutengeneza fedha. Aina ya pili ni elimu ya kudhibiti fedha zisipotee. Aina ya tatu ni elimu ya kuzidisha fedha, yani fedha unazotengeneza huo ndo uwezo wa kuzimultiply. Aina ya nne ni elimu ya uwekezaji, elimu ya kuwekeza fedha, kuwekeza kwenye financial market, kwenye capital market. Sisi tumeelewana mpaka hapo? Sasa kwa bahati mbaya, mifumo yetu ya elimu inatupa aina mbili tu za elimu, scholastic education, elimu ya kujua kusoma, kuandika na kuhesabu, na inatupa professional education, elimu ya kuwa mtaalamu fulani, unakuwa mwasibu una CPA, una fly, una vimba, eh, kiti cha kuzunguka na kiyoyozi, unakuwa mwanasheria, unakuwa daktari, koti lako pale safi, unafurahi kuita doctor, unafurahi kuita engineer, sasa hivyo vitu haviwezi kukufanya kuwa tajiri. Haviwezi kukufanya kuwa tajiri. Taaluma haiwezi kufanya kuwa tajiri, scholastic haiwezi kufanya kwa scholastic education haiwezi kukufanya kuwa tajiri. Ili uwe tajiri unahitaji tu financial education kwenye hayo maeneo manne, kutengeneza, kutunza, kudhibiti zisipotee na elimu ya kuwekeza hisa hatifungani na aina nyinginezo za uwekezaji. So the lack of financial education imewafanya watu wengi wasiwekeze kwenye hisa. Huwezi kuwekeza kwenye kitu ambacho ukijui, na moja kwa moja utakiogopa. Kama nilivyoongea hapo mwanzo, sababu ya saba ya kwanini watu wengi wanaogopa kuwekeza kwenye hisa, wanasita kuwekeza kwenye hisa ni the lack of patience, kukosa uvumilivu. Watu wengi kwa nature, kwa asili, sisi sio watu wavumilivu. Kwa hiyo ukiona wewe ni mvumilivu sana ujue una jitihada isiyo ya kawaida na wewe utafanikiwa sana. Watu wengi sio wavumilivu hata kwenye mambo ya kawaida, kwenye biashara za kawaida watu sio wavumilivu, watu wengi sio wavumilivu kwenye mahusiano, watu wengi sio wavumilivu kwenye vipaji vyao, watu wengi sio wavumilivu kwenye maono yao. Yaani ni watu tu wa kukata tamaa kirahisi rahisi tu. Sasa ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako kwenye eneo lolote lile la kiroho, kipaji, kazi, maono, biashara unahitaji uvumilivu. Kuna watu ambao walikata tamaa mwaka wa nne wa kufanya biashara, kumbe mafanikio yao yapo mwaka wa tano wa kufanya hiyo biashara. Kuna biashara zingine hizi zikulipe zinahitaji miaka saba, yawe kupambana lakini wewe unakata tamaa mwaka wa sita, mwaka wa saba, umepishana na gari lako la mshahara, sio? Kwa hiyo ili tuweze kufanikiwa kwenye maisha lazima tuwe wavumilivu, sio tu kwenye stock, hata kwenye maeneo mengine, hata kwenye mahusiano pia. Kuna watu waliachana na wake sahihi, mume sahihi, kwa sababu tu walikata tamaa ya kuendelea kupambana, walikata tamaa kuendelea kupambania ndoo yao walikata tamaa kuendelea kupambania biashara yao walikata tamaa kuendelea kupambania maono yao. Ilifika wakati ambao yeye peke yake amebaki kuamini katika ndoto yake, yeye peke yake amebaki kuamini katika biashara yake, watu wengine wote hawaamini. Kwa hiyo akaona akate tamaa. Sometimes unahitaji courage to believe, ujasiri wa kuamini ili uweze kufanikiwa, kuamini katika stock, katika uwekezaji, katika isa, kuamini katika biashara, kuamini katika ndoa yako, katika kuamini katika kipaji chako, kuamini katika maono yako, kuamini katika mahusiano ulionayo, kuamini katika wafanyakazi wako. Unahitaji ujasiri huo wa kuamini kama unataka kufanikiwa. Sababu kubwa ya kwanini watu waekezi kwenye hisa ni kukosa uvumilivu. Kwenye hisa inahitaji uwe na miaka mitano, miaka saba mpaka kumi, ishirini, thelathini uweze kupata profit. Sasa wabongo wengi akiwekeza milioni moja kwenye hisa anaichungulia kila siku, kila siku anaangalia imeongezeka shilingi ngapi. Mwaka wa kwanza, wa pili akiona anaamua itoe tu ile milioni moja yake. Ah, anaamua itoe tu ile milioni mia yake. Anaenda kuwekeza kwenye biashara kwa sababu kwenye biashara anaona faida ya kila siku. Watu wanataka hivyo vitu. Watu wanataka faida za kila siku. Hataki kusubiri ya hiyo sio mwisho wa mwaka. Hataki kusubiri isa ipande baada ya miaka mitatu, minne, mitano. Hivyo vitu watu wengi hawataki. Kwa hiyo sababu kubwa ni lack of patience au kukosa uvumilivu wa muda mrefu. Watu wanataka matokeo ya haraka haraka. Sababu ya nane ya kwa nini watu wengi wanaogopa kuwekeza kwenye isa au ya watanzania wengi kusita kuwekeza kwenye isa ni fear of scams, au kuogopa kutapeliwa. Iko hivi, katika jamii nyingi za Afrika watu wana associate wanahusianisha uwekezaji kwenye hisa na utapeli kwa maana hii, kwa, kwa, kwa, kwa sababu gani wanahusianisha uwekezaji kwenye hisa na utapeli au na, na michezo ya bahati nasibu? Kwa maana hivi, kwa sababu wamewahi kuona wengine wamewekeza kwenye hisa wakafanikiwa, wao walijaribu wakafeli, kwao wakahitimisha kwamba uwekezaji kwenye hisa ni issue fulani ya kibahati nasibu. Kwa kama ni bahati yako utafanikiwa, kama sio bahati yako hautafanikiwa. Ko watu wanahusianisha na utapeli au wanahusianisha na michezo ya bahati na sio. Mtu anakuambia mimi sitaki kubeti hela zangu aisee, mimi nataka niwekeze hela zangu kwenye sehemu ambayo ina uhakika wa faida. Ndio maana watu wanawekeza kwenye fixed deposit au fixed account kwa sababu kule ni uhakika utapata faida, lakini ka faida kadogo. Lakini kwenye uwekezaji kwenye hisa kuna ka hatari kidogo, lakini una nafasi kubwa ya kupata profit kubwa. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? Kwa hiyo ni jambo ambalo unapaswa kulielewa. Watu wengi wanaogopa kuwekeza kwenye hisa kwa sababu wanahusianisha na michezo ya kubahatisha, wanaamini kwamba ah, yani kama sio bahati yako kwenye hisa utoboi, kitu ambacho sio kweli. Unaweza ukapunguza riski ya kupoteza fedha kwenye hisa kama uta, utakuwa na utaratibu wa kuzichambua kampuni vizuri kitaalamu na kama huna huo utaalamu ndio maana unatakiwa utafute wataalamu wa, wa kushauri kabla hujawekeza kwenye hisa. Hii itakusaidia sana. Tukija katika sababu ya tisa, kwa nini watu wengi wanaogopa kuwekeza katika hisa au hawawekezi kwenye hisa, ni low disposable income, kipato kidogo ni kweli usiopingika kuwa mtu unakuta kwa mwezi anaingiza laki tatu, laki tano, milioni moja. Uwezikaambia achukua hiyo hela yako, wekeza kwenye hisa, akiwa anajua kwenye hisa tena anaweza akaipoteza. Watu wengi wenye kipato kidogo wanawekeza kwenye sehemu ambazo anajua kuna uhakika wa faida, au anaweza akaiona hela yake kila siku. Hiyo ni tofauti na uwekezaji kwenye hisa. Kwenye hisa huwezi ukaiona hela yako ikikua kila siku. Kwenye hisa kuna riski pia ya kupoteza hela yako. Sasa hivyo vitu ni watu wenye kipato kidogo, watu wengi huwa hawapendi. Ndio maana watu wengi wamehitimisha kwamba uwekezaji kwenye hisa ni kwa ah, ajili ya matajiri tu, kwa sababu wengi wenye vipato vikubwa wana uwezo wa kumudu ile riski, anajua hata nikipoteza hii hela bado watoto wangu wataendelea kusoma shule za private. Hata nikipoteza ile hela nitaendelea kupata hela ya kula. Nikipoteza ile hela, nikiumwa, bado nitaendelea kuwa na matibabu kwa sababu bima ninayo. Lakini mwenye kipato kidogo akiwa na hiyo hiyo senti yake laki moja, anatakiwa ilinde isipotee. Sasa kishaambiwa kwenye uwekezaji kwenye hisa kuna riski, anaogopa kuwekeza, anaona bora nikawekeze sehemu ambako kuna uhakika wa faida, na anaona bora aende kwenye fixed account apewa asilimia tano apewa asilimia sita kuliko aende kwenye hisa au kwenye hatifungani, sehemu zingine, kwa sababu anajua hisa sielewi hii sehemu sizijui, hii sehemu zina hatari, naogopa kupoteza pesa zangu. So automatically ukiona kipato kidogo, utaogopa kuwekeza kwenye hisa. Watu wenye vipato vidogo wana opti, na ukweli ni kwamba watu wenye vipato vikubwa wengi wanaenda kuwekeza kwenye hisa kwa sababu at least anajua nikipoteza, bado na kipato kingine, maisha yangu yataendelea, anaweza akamudu hiyo risk. Tuna, kuna kitu tunaita risk appetite, yani uwezo wako wa kuhimili zile hasara au ile hatari ya uwekezaji, mara nyingi riski apateti ya, ya mtu inatokana na kipato. Mwenye kipato kidogo ana riski apateti ndogo sana. Mwenye kipato kikubwa ana uwezo wa kuhimili zile hatari za uwekezaji. Kwa hiyo hiyo ni, ni kitu cha kuelewa sana. Sababu ya kumi ya kwa nini watu wengi wanaogopa kuwekeza kwenye hisa au wana sita kuwekeza kwenye hisa ni poor exposure to success story. watu wengi hawajakutana na watu waliofanikiwa kwenye hisa wakawaeleza ni kwa namna gani walianza. Kama ambavyo watu wengi wana mindset kwamba ili uwekeze kwenye hisa unahitaji kuwa na mamilioni ya pesa, unahitaji kuwa tajiri. Ukikutana na watu waliofanikiwa katika uwekezaji kwenye hisa, utakuja kugundua huhitaji pesa nyingi kwanza kuwekeza kwenye hisa, na wapo watu ambao walianza kuwekeza kidogo kidogo wakiwa na kipato pengine kidogo kuliko ulichonacho wewe. Eh, utakutana na mtu anakwambia bwana, mi nilianzaga taratibu, nilinunua isa kumi, isa kumi unakuta ni elfu saba isa kumi unakuta ni laki moja eh, kwa, kwa, kwa baadhi ya makampuni. Atakwambia nilianza hivyo hivyo taratibu, lakini leo hii uwekezaji wangu umefikia bilioni, napokea gawio la mamilioni, mamia ya mamilioni. Kwa hiyo poor exposure to success story inawafanya watu wasiwekeze. Unajua, sometimes unahitaji hamasa ili kuweza kufanya kitu. Ukiwa, ha, ikiwa haujakutana na watu waliofanikiwa unakosa hamasa ya kwa nini unatakiwa ufanikiwe, unakosa ile kuona ile, ile, ile, ile story ya mtu aliyefanikiwa. Kwa hiyo poor exposure to success story inawafanya watu wengi wasiwekeze kwenye hisa sababu hawana shuhuda, hawajakutana na shuhuda za watu waliofanikiwa katika uwekezaji kwenye hisa. Sasa ili kukutana na hizi shuhuda eh, jitahidi kujifunza kuhudhuria makongamano ya fedha, biashara na uchumi. Endelea kufuatilia watu kama sisi, subscribe channel kama hizi, soma vitabu, utakutana na shuhuda nyingi. Utakutana na shuhuda za watu kama wakina Warren Buffett. Alianza kuwekeza akiwa ni ana umri mdogo tu, kijana mdogo, chini ya miaka ishirini, lakini leo hii ni tajiri wa sita duniani. Na mwaka elfu mbili na ishirini na nne ndo alikuwa ndo mtu pe, ndo bilionea pekee duniani ambaye alikuwa hajapata hasara kwenye utajiri wake. Na hii ni kwa nini? Kwa sababu asilimia kubwa tisini ya utajiri wake amewekeza kwenye isa. Matajiri wote unaowajua wewe, mabilionea wote wale, walishuka yani, utajiri wao ulishuka mwaka 2024, lakini Warren Buffett yeye ndo mtu pekee ambaye utajiri wake ulipanda mwaka 2024. Kwa nini? Kwa sababu aliwekeza kwenye isa, kwa kuna siri nyingi sana za utajiri katika soko la isa. Ukutana na success story kama hizo za kina Warren Buffett na wengine walioko hapa Tanzania, utaanza kuwekeza katika isa zaidi bwana. Unaweza ukaendelea kujifunza mambo mengi kuhusu hisa kupitia kitabu changu hiki kinachoitwa Kanuni ishirini za Fedha. Kitabu kinaelezea misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Huu nimeeleza uwekezaji kwenye hisa, nimeeleza pia njia nyingine bora za uwekezaji ambazo hazina hasara kabisa au hazina riski kama uwekezaji kwenye hatifungani. Nimeeleza pia uwekezaji wa pamoja, hasa UTT, nimefafanua kwa kirefu. Huo ni uwekezaji ambao ni bora kwa watu wenye kipato kidogo. Hii kitabu ni elfu ishirini tu, lakini pia nimeandika kitabu kingine kinachoitwa akili ya fedha ni kitabu kingine cha fedha ambacho ni kitabu changu kipya ni kizuri sana kitabu hiki kinaeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu kitabu ni elfu ishirini na tano Kitabu changu kingine ni hiki kinaitwa jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara. Hiki ni kitabu kinachohusu maswala ya ujasiria mali. Una wazo bora la biashara lakini hauna mtaji, unatafuta mtaji? Au una mtaji lakini hujui ufanye ufanye biashara gani? Unatafuta wazo bora la biashara litakalo kupa upenyo kwenye maisha yako? soma kitabu hiki. Una wafanyakazi wanakusumbua? Haujui namna ya kuajiri? Haujui namna ya kusimamia wafanyakazi? Soma kitabu hiki. Una, unasumbuka kupata wateja? Unasumbuka kupata mauzo? mauzo yako ni kidogo? Soma kitabu hiki, kinakufundisha mambo mengi, kuwa mbunifu katika biashara mbinu za kupata wateja wengi na mambo mengine. Hiki ni elfu ishirini. Lakini pia nina la kitabu kingine cha mafanikio, kinaitwa nguvu ya kujua. Kimeeleza siri kumi na sita za mafanikio kwenye maisha. Hii kitabu kinaeleza mafanikio kwenye maeneo yote, mafanikio ya kifedha, mafanikio ya kibiashara, mafanikio kwenye kipaji mafanikio kwenye mahusiano mafanikio kwenye afya na maeneo mengine. Nimefundisha pia kuhusiana na malengo, jinsi ya kupanga malengo yanayofanikika. Hiki nacho ni shilingi elfu ishirini. Unaweza ukapata vitabu hivi na vingine vilivyoko dukani kwetu hapa. Vitabu bora kabisa tunavyo dukani, vitabu original kama vya fedha, biashara na mafanikio, vitabu kama Richi Dadi Pua Dadi, Seven Habits of Highly Effective People. Tuna vitabu kama Atomic Habit, Richest Man in Babylon, Ikigai na vingine vingi, hivi ni vya Kiingereza ni original. Tunavyo pia vya Kiswahili kama Timiza Malengo Yako, Elimu ya Msingi ya Fedha na vinginevyo. Kupata vitabu, wasiliana nasi kwa namba za simu sifuri saba arobaini na nne kumi na mbili sitini na sita arobaini au piga namba za simu unazoziona katika skrini hizo, ni namba za ofisini. Ukinipigia ukiona sijapokea, nitumie message au piga namba of ya ofisini unayoiona hapo. Kupata vitabu zaidi, usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya, na pia nifuatie kwenye mitandao yangu yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene, Instagram Victor Mwambene, Facebook Victor Mwambene, TikTok Victor Mwambene. Asante sana, tukutane wakati mwingine.